Nang'ananga ya taarifa kwamba timu ya taifa ya soka Harambee Stars imeondoka leo asubuhi kuelekea Kodivaa ambako itachuana na Gambia kwenye mechi ya kufuzu kwa fainali za kombe la dunia mwaka 2026. Harambee Stars kwa sasa inashikilia nafasi ya nne kwenye msimamo wa kundi hilo ikiwa na alama tano, baada ya kusajili ushindi mmoja dhidi ya Ushelisheli na sare mbili dhidi ya Kodivaa na Burundi cha macardhi ameelezea ya furaha yake ya kuiongoza timu hiyo katika mechi zake mbili za, za mwanzo za kufuzu kwa kombe la dunia, akisema kwamba kikosi chake kiko tayari kwa mechi hizo. Kenya itamenyana na Gambia kwenye mechi yao ya mwanzo Alhamisi hii uwanjani stadi alsin utara nchini Kodivaa kabla ya kurejea nyumbani kuchuana na gabo katika uwanja wa nyayo jijini Nairobi Jumapili hii. Harambee Stars kwa sasa inashikilia nafasi ya nne kwenye msimamo wa kundi hilo ikiwa na alama tano, baada ya kusajili ushindi mmoja dhidi ya Ushelisheli na sare mbili dhidi ya Kodivaa na Burundi mtawalia. Kodivaa inaongoza kundi hilo kwa alama kumi. Timu zitakazoshinda kwenye kila kikundi zitafuzu kwa fainali hizo.